Kwa jina anaitwa Shaibu Hamisi Kalinga ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mafai. Zao hili la bangi kwa kijiji hiki cha Mafai kwa kweli lilikuwa halipo kabisa kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi tuna zaidi ya miaka mitano ndio zao hili la bangi limeonekana kwenye eneo la kijiji hiki. Kipindi cha kwanza baada ya zao hili la bangi kuingia kijiji hiki, wengi walikuwa wanaelewa ni zao ambalo linaweza likawapa kipato cha juu, lakini baada ya hapa, baada ya kuona madhara yake mpaka sasa hivi kila mtu anakemea kitendo hili tu, pamoja na operation wote na idara zote zinazohusika, ngazi ya ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, hadi ngazi ya wilaya hadi kijiji, kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi, kwa sababu zao hili la bangi limesababisha vijana wote wa kijiji cha Mafai karibia asilimia themanini na tano wameharibikiwa kwa ajili ya kilimo hiki cha bangi lakini kuanzia mwezi huu wamejitoa wamejitolea, wananchi wa kijiji cha Mafai na kuomba nguvu itumike, nguvu kubwa, kwa ajili ya kuteketeza zao hili la bangi. Kwa majina naitwa Isa Hamis Rajabu, mimi ni mkazi wa kijiji cha Mafai, kata ya Haubi, wilaya ya Kondoa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mafai, tumeamua kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu bangi ina madhara makubwa kwa jamii kwa familia zetu na hata jamii zingine ambazo haziko kwenye kijiji cha Mafai, na tunaishukuru serikali kwa maamuzi uliofanya kuamua na hiyo operation ya uteketezaji wa kilimo cha bangi, kwa sababu ina madhara makubwa. Na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi, kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. kwa hiyo kwa niaba ya wananchi niseme tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya mama, mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuunga mkono na kutoa hii operesheni kwa ajili ya kuteketeza kilimo cha bangi. Sisi kama jamii ya Mafai tumeelewa kwamba bangi ina madhara makubwa, na hasa kwenye uchumi na suala la kiakili. Sasa kwa niaba ya, ya serikali au kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Mafai na jamii kwa ujumla tuko tayari sasa kuachana na madawa ya kulevya hasa kwenye kilimo cha bangi na mambo mengine. Kwa hiyo tunamuunga mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa suala hili la uteketezaji wa bangi, na hasa bikab sana kwa suala la kuendelea kuilinda amani ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunamuunga mkono tuko, tuko, tuko tayari kuachana na kilimo cha bangi na hatuturudia tena, jamii ya Mafai.